Jeshi la polisi la mkoa wa polisi Tarime Rorya limethibitisha kuwa mchana wa Jumapili tarehe 16 Novemba mwaka 2025 katika maeneo ya mpaka wa Tanzania na Kenya upande wa Sirari lilimshikilia mwanaume aliyejitambulisha kwa jina la Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30. Ongeta ambaye inaelezwa ana uraia pacha wa Marekani na Kenya pamoja na kuwa mwanajeshi wa jeshi la ulinzi la Marekani akiwa na cheo cha sajenti alikamatwa akiwa na vifaa vinne, na vifaa vinne vinavyofanana na mabomu ya kutupwa kwa mkono aina ya CS M68. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa polisi wa mpakani, Ongeta alikuwa akiingia upande wa Tanzania akitumia gari aina ya Toyota Land Cruiser lenye namba za usajili KDP 152Y askari waliokuwa kwenye doria ya kawaida walimshuku kutokana na mienendo yake wakati wa ukaguzi wa magari, hatua iliyowafanya kuamua kufanya upekuzi wa kina ndipo walipokutana na mabomu hayo ambayo kihalisi hutumika kwa kuzuia fujo, kudhibiti maandamano au kwa mafunzo maalumu ya kijeshi. Polisi wamesema kuwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania za usimamizi wa silaha, mtu yoyote, hata kama ni mwanajeshi wa kigeni, haruhusiwi kuingiza nchini vifaa vya kijeshi vyenye uwezo wa kulipuka bila ruhusa maalumu, na hata ruhusa hiyo hutolewa katika mazingira machache sana. Hata kama angekuwa ameomba kibali, aina hii ya vifaa haingekubalika kuvishwa kibali cha kuvukia mipaka, chanzo cha polisi kimefafanua Maafisa wa upelelezi wa mkoa wamesema kuwa uchunguzi tayari umeanza na Ongeta anahojiwa ili kubaini dhamira yake, chimbuko la vifaa hivyo, na kama kuna watu wengine aliokuwa akishirikiana nao. Uchunguzi huo unahusisha pia kitengo cha ushushushu wa ndani, kikosi cha kulinda mipaka na idara ya usalama wa Taifa, ambao mara nyingi huungana na jeshi la polisi katika kesi zinazohusisha vifaa hatarishi vinavyovuka mipaka. Muktadha mpana wa usalama na taratibu za mpakani. Eneo la Sirari ni miongoni mwa lango kubwa la biashara na usafirishaji kati ya Tanzania na Kenya, hivyo hatua za ulinzi kupangwa kwa makini si jambo jipya. Katika miaka ya hivi karibuni, vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiimarisha ukaguzi kwa sababu ya ongezeko la matukio ya watu kujaribu kupita na bidhaa zilizopigwa marufuku kama vile dawa za kulevya, vipande vya meno ya tembo, silaha ndogondogo na wakati mwingine vifaa vinavyohusiana na jeshi. Wadadisi wa masuala ya usalama wanataja tukio hili kama onyo tosha kuhusu umuhimu wa kufuatilia kwa ukaribu mienendo ya watu wanaovuka mipaka, kwa sababu mabadiliko ya kisiasa, mapigano katika ukanda wa maziwa makuu, na mienendo ya makundi hatarishi huongeza haja ya doria makini zaidi. Mtaalamu mmoja wa masuala ya ulinzi kutoka chuo cha diplomasia, ambaye hakutaka jina lake kutajwa, amesema kuwa mabomu aina ya CS mara nyingi hutumika kwa kueneza gesi ya machozi au kuvuruga makundi ya watu, lakini kuonekana kwake kwenye mipaka bila taarifa rasmi ni ishara ya kuvunjwa kwa taratibu za kimataifa za usafirishaji wa vifaa vya kijeshi. Ameongeza kuwa nchi nyingi, ikiwemo Tanzania, zimeweka udhibiti mkali ili kuzuia uwezekano wa vifaa hivyo kutumika vibaya na kuathiri usalama wa raia. Hatua zinazofuata Polisi wamethibitisha kuwa vielelezo vyote vimetunzwa kwa ajili ya uchambuzi na wataalamu wa mabomu kutoka kitengo cha udhibiti wa mabomu tayari wamewasili kwa ajili ya kuthibitisha uwezo wa mabomu hayo kama yana kemikali hatari na kama bado yanafanya kazi. Taarifa kutoka kwa mmoja wa maafisa walio karibu na uchunguzi huo inaeleza kuwa mabomu hayo yanahesabiwa kuwa mali nyeti inayostahili usimamizi maalumu. Baada ya kukamilika kwa hatua za awali za uchunguzi, jalada litapelekwa kwa mamlaka ya mashtaka ili kuandaa mashtaka kulingana na ushahidi utakaopatikana. Polisi wamesema kwamba wanatilia mkazo kwamba uchunguzi unafanywa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha hakuna taarifa muhimu inayopitwa na kwamba hatua zinazofuata zitazingatia sheria na taratibu zote za Tanzania. Kauli ya mwisho ya polisi: katika taarifa yao rasmi, jeshi la polisi limesema Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na mahojiano na mtuhumiwa ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Taarifa hiyo imewataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano pale wanapoona vitendo vinavyotia shaka, hasa katika maeneo ya mipakani ambako wahalifu na watu wanaojaribu kupitisha vitu visivyoruhusiwa mara nyingi hujaribu kujipenyeza.